Na itakumbukwa tarehe kumi na sita ya mnamo mwezi wa kwanza, Daktari Samia Suluhu Hassan alituma ujumbe maalum kwenda kwa rais wa CAF ndugu yetu Msepe, ikiwa ni sehemu ya kutambua mchango mkubwa ambao anatoa kwa mpira wetu wa miguu barani Afrika na kwa namna ambavyo amechagiza kuinua vipaji na kuleta amani bara letu la Afrika kwa vijana wetu kushiriki mashindano haya ya CAF. Ujumbe huu maalum, yalikuwepo mambo mengi mahususi. Moja wapo kubwa ni Daktari Samia Suluhu Hassan, rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kumwonyesha rais wa CAF na mnagari yuko tayari kuwekeza kwa gharama yoyote kuhakikisha kwamba Tanzania ina image kwa jyant ya football Africa na ikiwezekana duniani. Mashirikiano haya yalitupa nafasi ya kukutana na rais wa mpira wa shirikisho letu ndugu yetu Usepe na aliyopokea ujumbe wa Daktari Samia kwa uzito mkubwa. Miongoni mwa mambo ambayo tulijadiliana ni pamoja na kuomba CAF kuwe inafanya mikutano yake ya mwaka ndani ya nchi yetu ya Tanzania. Hii inatupa fursa kubwa, kwanza kuona maendeleo na uwekezaji mkubwa ambao daktari Samia anaofanya, na hivi karibuni mtaona kwa takwimu ya hivi viwanja vinavyojengwa Arusha, Dodoma, hapo mabadiliko ya Dar es Salaam, hivi viwanja vya wazoezi takribani almost tunaongelea trilioni moja pointi mbili saba sita. Na hapo hatujaongelea miundombinu inayokwenda kuzunguka hivyo viwanja kuwezesha mashabiki na wachezaji kuingia katika maeneo haya muhimu. Leo tunakuja na habari njema. Rais wa CAF ndugu yetu Msepe amelizia kuja kufanya mkutano wake wa kamati tendaji hapa nchini Tanzania, jijini Dar es Salaam. Na leo tunavoongea tarehe tarehe tisa, tisa, timu yake ya sekretari zinaanza kuingia katika jiji letu la Dar es Salaam na Ta tarehe kumi na mkutano wao huu utafanyika tarehe kumi na tatu hapa jijini Samu katika ukumbi wa hayati. Tumeona tu wape habari hizi njema, kwa sababu ni fursa kubwa, lakini pia ni diplomasia iliyojengwa na Daktari Samia Suluhu Hassan na kuiwezesha Afrika kuiona Tanzania ni moja ya nchi salama na yenye mchango mkubwa katika sekta ya mpira wa miguu na kufikia hatua ya kuamua kuja kufanya mkutano wa kamati tendaji katika mji wetu wa Arusha au Dar es Salaam ni sehemu ya utendaji na upitiaji wa mambo yao na mipango yote ya michezo ya Afrika nzima kwa mwaka 2026. Habari hizi ni njema kwa sababu pia viongozi hawa watapata nafasi ya kupata taarifa ya maendeleo tuliyonayo na hatimaye kutoa kauli juu ya nini kitaendelea kufanyika ndani ya nchi yetu ya Tanzania. Ugeni huu kwetu ni mafanikio makubwa. Kwanza, kama sekta ya michezo wanapokuja viongozi wa mpira wa Afrika kuwatembelea, maana yake mnapata pia technical support, mnapata ushirikiano baina ya timu yao na timu yetu, lakini pia na kuhakikisha kwamba standardi zote za kafu zinatimia ndani ya nchi yetu.